Unapoona panel za sola sola zimewekwa, bila shaka katika akili yako kuna swali unajiuliza, hivi sola inafanya kazi vipi? Usijali, ni rahisi sana tu. Kwenye video hii ya leo majibu yake utayapata yote. Mfumo huu wa photovoltaic ni mfumo ambao unabadilisha mwanga wa jua kwenda umeme. Unabadilisha vipi? Seli moja katika ile panel ile ya sola naposema sola panel na kusudia lile sola lote. Nikisema sel, kile kijumba kile kidogo unachokiona, seli moja ile ina uwezo wa kuzalisha 0.5 volt. Na kila seli zinapokuwa nyingi hii ndiyo inafanya ile sola inakuwa na volti nyingi sana. Kwa mfano sola ambayo ina sel thalathini hii inaweza kuzalisha volti kumi na tano. Muunganiko huu wa cells kwenye panel huu unasababisha mtu kupata kiasi cha volti anachotaka. Mi nina shida ya volti mia, nitajua naweka panel ngapi. Na shida ya volti mia tano, nitajua naweka panel ngapi? Sasa niende moja kwa moja, vipi umeme unazalishwa kupitia solar panel? Hapa ndio kwenye point, unazalishwa vipi? Panal za jua au sola. Nikisema panal ni sola yote kwa jumla, lakini inaposema seli ni vile vijumba ambavyo vimo ndani ya sola. Hivi vyumba vina cell za photovoltaics ambazo zinatengeneza umeme. Seli hizi au vijumba hivi vina tabaka mbili na hizi tabaka zimetengenezwa kwa silicon. Silicon ni semiconductor. Nikisema semiconductor, kwanza kuna kondakta na kuna semiconductor. Kondakta ni matirio ambayo yanapitisha ya umeme kwa mfano, shaba. Lakini semi kondakta ni matirio ambayo yanapitisha umeme kidogo kidogo au muda mwingine yanapitisha umeme kukiwa kuna sababu fulani. Kwa mfano, kukiwa kuna joto mfano wa semiconductor wa material ambayo yanapitisha ya umeme kukiwa kuna sababu maalumu ni silicon. Sasa seli za sola, hivi vijumba vimetengenezwa kwa silicon. Ndani yake muna chaji ya chanya na hasi na chaji ya chanya na hasi, chaji hizi mara nyingi ndio unazosababisha kutokea kwa mtiririko wa umeme. Sasa mwanga wa jua unapo zipiga hizi seli na kusudia, jua linapopiga kwenye kile kijumba au kwenye vile vijumba hugonga moja kwa moja ule mwanga na kuzitoa electron kwenye silicon, kisha electron kuingia kwenye mfumo wa nyaya ili kutumika kama umeme, umeme ambao tunautumia sisi majumbani na sehemu nyengine. kinazinjibari teknolojia, kazi yangu ni ileile ile, kukwambia mambo ambayo huambiwi. Ikiwa ndo kwa mara ya kwanza unaangalia video hii, usisahau kusubscribe na kama una swali lolote ndio sehemu ya comment.